Asalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV. Alhamdulillah, leo ni siku nyingine tena, Allah subhanahu wa taala ameniwafikisha kukusogezea au kukusogezeeni kisa hiki dhukufu, kisa chenye ibra na mazingatio, kisa cha nabiyuna Musa alaihi ssalam na kijana ambaye alimwendea nabii Musa na kumuomba amuombe kwa Allah subhanahu wa Ta'ala apate utajiri. Kisa hiki nitakileta kwenu kama ifuatavyo, lakini nikuombe kabla ya yote we mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Katika enzi za Nabii Musa alaihi salam, alitokea kijana mmoja, alimfuata Nabii Yuna Musa alaihi salam na kumwambia Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh, habari yako ewe nabii wa Allah, ewe nabii wa Allah, ni na jambo moja ni kuombe. Ewe Nabii Musa, rehma na amani ziwe juu yako, uniombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala niwe tajiri, yaani niwe na mali nyingi. Nabii Musa alaihi salam bila kupepesa macho alimgeukia yule kijana na kumwambia, ima uchague moja katika haya mawili, ima usichague kabisa. Nabii Musa alaihi ssalam akamwambia kijana, katika haya mawili ima upate utajiri miaka thelathini ya mwanzo au upate utajiri miaka thelathini ya mwisho. Hakika jambo hili kwa yule kijana lilikuwa zito na gumu. Aliendelea kufikiria, lakini akapata jibu na akarudi kwa Nabii Musa alaihi ssalam akamwambia, ewe nabii wa Allah, hakika nimepata jibu, nalo ni niombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala nipate utajiri mwanzoni miaka thelathini ya mwanzo na si utajiri miaka thelathini ya mwisho. Naam, Nabii Musa aliyachukua majibu yale, na moja kwa moja Nabii Musa akaelekea kuzungumza na Allah subhanahu wa taala na kumwombea kijana huyu apate utajiri kama alivyotaka, na wengi tunajua kwamba hakuweza kujua na kijana huyu kwamba miaka thelathini ya mwisho atakuwepo, lakini pia ameomba utajiri hali ya kuwa yupo kijana. Je, akifika miaka thelathini ya au miaka sitini hiyo ya mwisho akiwa fukara ataishije? Maana yake uzee unaandama na ugonjwa, kuchakaa na kadhalika. Nabii Musa akamwombea kijana huyu kwa Allah subhanahu wataala kama alivyotaka, mala ghafra, Allah subhanahu wataala akaanza kumjibu kijana yule dua yake. Mala ghafra, kijana alianza kuwa na pesa na mali nyingi. Kijana yule mali zake alielekeza katika kujenga viwanda, kulima, kusaidia watu kulima kusaidia watu kujenga viwanda, kusaidia watu kufanya kila la kheri, kusaidia watu kuoa, kuolewa, kusaidia maskini na mayatima na mafukara na wenye kuhitajia, walemavu na wasio walemavu. Alifanya hivyo kijana yule, umri umeenda mpia, mpaka miaka thalathini ya mwanzo ikaisha, ikaja tena miaka thalathini ambayo hakutegemewa kuendelea na utajiri yule. Nabii Musa akastaajabu sana. Nabii Musa alaihi salam Kaamua kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumuuliza. Nabii Musa, shauku yake kubwa alikuwa anataka kujua kuna alaka gani, mfungamano gani, baina Allah Subhanahu wa Ta'ala na mja wake huyu, ambaye mja huyu alihaidiwa kupata utajiri wake miaka thelathini tu ya mwanzo. Lakini cha ajabu Nabiullahi Musa alaihi salam alimwona kijana huyu akiendelea na utajiri wake na kila siku unaneemeka na unakua. Nabii Musa moja kwa moja akaenda kuongea na Allah subhanahu wataala na kumuuliza, ewe Allah subhanahu wataala, mbona kijana anaendelea tu na utajiri wake, kuna siri gani baina yako na yake? Ningependa kujua ewe Subhana, nabii Musa alisema. Allah subhanahu wa taala akamjibu, kijana Musa au nabii Musa alaihi salam, kwa kumwambia, hakika huyu ni kijana ambaye anatoa sana, anasaidia sana, anatoa katika kile ambacho nimempa kusaidia masakini na mayachima, mafukara na vilema wasiojiweza na wanaojiweza kulima mashamba kuwasaidia wote wanaohitajia na wenye kustahiki. Hakuchagua katika misaada yake, fukara au mwema, mwovu au mbaya, mzuri au sio mzuri, alikuwa anatoa tajiri wake kwa yoyote ule. Ikiwa mja wangu anafanya hivyo, hawezi kunipita mimi. Mimi ndio mtoaji bora zaidi. Kwa hiyo nimeamua nimwache aendelee na utajiri wake, kwani mimi ndo nimempa, na yeye anawapa waja wangu kwa kile ambacho nimempa na mimi ni mtoaji zaidi, siwezi kumzuia. Kwa hiyo ninamuongezea kwa kile ambacho anatoa. Nabii Musa alaihissalamu alipata somo juu ya kadhia ile. Nabii Musa akarudi hali ya kuwa kichwa chake kimepata jibu la kujitosheleza na somo Katika kisa hiki ambacho Nabii Musa alaihi salam na kijana yule nimekuletea, kuna mafunzo. Riziki yako ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, ukigawana na mwenzako, amba ulicho nacho, ukigawana na mwenzako, Allah subhanahu wa ta'ala hakika anakuongezea anakuongezea maradufu kwa kile ambacho umekitoa. Amina katika yeye Allah subhanahu wa ta'ala, naye atakufanyia kile ambacho haukutarajia. Hakika riziki inaongezeka kwa kuitoa katika njia ya kheri, kusaidia watu. Kufikia hapa ndio mwisho wa kisa hiki. Ni kuombe mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV, usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare, ili kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV, wabillahi taufiq